CHADEMA hatujaridhishwa na namna jeshi la polisi linavyoshughulikia jambo hili. Polisi hawaonekani kabisa kuweka nguvu katika kumtafuta Mdude Nyagali. Wanatushangaza na wanatupa fadhaha. Tunapohoji kwa nini hawamtafuti Mdude, wanawekeza nguvu nyingi kumpata shahidi wa kwanza Bwana Ezekiel. Taarifa zote hizi, majina yote haya ninayoyataja ni taarifa ambazo ndugu Ezekieli alizisema na alizisema mbele ya vyombo vya habari. Majina yote ninayoyataja ni taarifa ambayo ndugu Ezekieli alisema, alirekodiwa mbele ya vyombo vya habari, akaonyesha mpaka na namba za simu, kwamba namba hii hapa ya afande Shabani, namba hii hapa ndio walionipigia simu, nilikakutana nao na ndio wanaohusika na tukio hili pamoja na taarifa zote hizi kutolewa kutolewa, lakini tunasikitika kwamba Jeshi la Polisi hawaonyeshi kabisa kuangaika na kuwatafuta hawa watu, kuanzia kwenye namba ya simu ya kwamba huyu mtu ndiye aliyempigia Ezekiel, wafuatilie kuanzia pale, wafanye uchunguzi kuwapata watu hawa, lakini Jeshi la Polisi halionekani kabisa kabisa kabisa kushughulikia jambo hili. Ni dhahiri kuna jambo ambalo polisi wanalifahamu. Ni dhahiri ni dhahiri, hata demina zao, ukikaa nao, hata demina zao zinasema hivyo hivyo. Ni dhahiri kuna jambo ambalo jeshi la polisi wanalifahamu na hawataki, and of course ni ngumu kuwaeleza watanzania nini kimetokea, kwa sababu wanafahamu jambo hili.